Karibu ku Dream Start Labs. Ndani ya hii video ndaonesha namna gani kutia ku usasa kanuni zenu za katiba. Ku mwanzo kunji ilipenda kufanya mzunguko wa miezi sita, ila mambo inaendeka vizuri kabisa. Kwa hiyo wanapenda kufanya hiyo mzunguko iwe ya mwaka mzima. Je, anaweza badilisha tarehe yao ya gao katikati ya hii mzunguko? Jibu ni ndio, wanaweza yote. Ni kwenda kwenye muundo, kisha wanaenda kwenye mpango wa kipindi, kisha wanatafuta hapo ambapo wanaandika tarehe yao ya gao ni gani. Wanagusa hapo. Hapa kuna julisho mbele, ufanye ndio. Ni vizuri kusoma kipindi yenu tayari ilishaanza. Una uhakika unapenda kubadili tarehe ya kumaliza? Ndiyo, hapo basi, tunaweza kukasonga mbele kubeba kwenye mwaka mzima ama, uh, miezi kumi na mbili. Tunakamata tarehe sita, tuseme njoo miezi kumi na mbili. Kisha tunafanya sawa, kisha tumeendelea tunafanya imefanyika hapo. Tena kuna ingine julisho ni vizuri kukuwa na soma hii vitambulisho vyote, kwani vinakusaidia usifanye makosa. Basi ukishe soma, unahakikisha na ndio, na hapo tayari utakuwa umemaliza. Asante.